Namna ya kujenga ushirika na uhusiano na yeye, jina Bwana libarikiwe. Ndio maana hapa, baada tu Adamu kupata wale watoto wake wale wa kiume, moja kwa moja tunaona watoto hawa wanaenda kutoa sadaka, wanaenda kutoa sadaka. Jina Bwana libarikiwe kwa sababu wameelekezwa namna gani ya kuwa shirika na Mungu, kuwa karibu na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyetupa hivi vyote. Tunatakiwa kuonyesha uhusiano wetu mkamilifu na yeye, jina Bwana libarikiwe, kwa kumtolea sadaka. Kwa hiyo watoto wa Adamu moja kwa moja wanazingatia maelekezo ya baba yao, wanaenda kutoa sadaka. Lakini hapa tunapata picha ya mambo mawili tofauti. Mambo mawili tofauti ni vile, namna ambavyo mwitikio wa kila mmoja ulivyokuwa kwa Mungu wake. Bwana asifiwe sana. Yaani, majibu haya yanakuja kutokana na vile ambavyo wameelewa, wamezingatia, wanaenda kutenda. Sasa hawa wameelewa kwamba vitu vyote ni mali ya Bwana, tunatakiwa kumtolea yeye. Lakini namna ya kwenda mbele zake sasa, pale ndipo penye shughuli ambayo tunatakiwa mimi na wewe kufahamu namna ya kwenda mbele zake, lakini pia tunaona hawa wakiwa na kazi tofauti tofauti. Ngina alikuwa ni mkulima, Ngina alikuwa ni mfugaji. Na hii ina maana kazi yoyote ile unayofanya inatakiwa umpe heshima Mungu katika kazi hiyo. Huyu anaelima kupitia kilimo chake akaweze kumheshimu Mungu huyo anayefuga kupitia mifugo anayofuga akaweze kumheshimu Mungu. Jina Bwana libarikiwe, kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akajitetea akasema sina kitu cha kutoa mimi, hakuna. Jina Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema asubuhi kwamba hata yule ambaye ni ombaomba bana kaa mahali anaomba, yule pia anatakiwa kumtolea Mungu sadaka, kwa sababu kile kinachopita kwenye mikono yake, Mungu angependa kuona unamrudishia heshima yeye. Tena Bwana kabida mm. lakini nikasema siamini mtu wa Mungu ambaye ameokoka kwamba aweza kuwa ombaomba, siamini, kwani Daudi anasema, na alikuwa kijana na sasa ni mzee, sijaona mwenye haki akiwa ombaomba. jina wanai waingime si kwanini? Kwa sababu wewe unayemcha Mungu, Mungu ndiye baba yetu, Mungu ndiye aliye tajiri mwenye vitu vyote. wewe ukimwambia Mungu akupe kitu yeye ye ni mwaminifu. Tena mimi nasema wala wakemei hutupa kwa ukarimu. Yaani mwambie Mungu, mimi sina kitu Bwana, nipe kitu. Atakupa kazi ya kufanya, atakutia nguvu katika hiyo kazi, utakuwa na kitu cha kwenda mbele zake kumshukuru. Jina Bwana.